Nitatoa mfano hivyo, katika karne hii tunafundisha kweli historia ya dunia badala ya kufundisha political science ambayo inajumuisha falsafa, historia na saikolojia? Tunafundisha historia kweli? Tunaandaa watu wa taifa la namna gani? Tunasomesha manunuzi badala ya kufundisha ujasiriamali na agri business, tunaandaa taifa la namna gani? tunafundisha vijana sosiolojia badala ya kufundisha practical psychology au saikolojia ambayo inatumika katika kila nyanja za tunafundisha sosiolojia kweli? Tunafundisha sarufi ya Kiingereza na Kiswahili badala ya kufundisha matumizi ya lugha katika muktadha maalum yani applied linguistic in languages. Tunafundisha kweli sarufi katika karne hii, tunafundisha fasihi badala ya kufundisha vijana wetu uandishi wa ubunifu, yani creative writing. Mifano hii bila shaka, waheshimiwa, iko mingi sana na sitaimaliza, lakini nimeona niseme mifano michache, tuangalie tu kwamba hali yetu ya elimu ya chuo kikuu haiko vizuri sana tukinyamaza. Mwaka jana tulifanya mageuzi hapa ya sera ya elimu na mitaala, lakini sisi viongozi tuko kimya juu ya elimu ya chuo kikuu kama, kama, kama, kama kwamba shuari, mambo si shuari.